Wapendwa, nimewaita hapa kwa ajili ya jambo moja. Kama tunavyofahamu, jumapili ya wiki ijayo kutakuwa na wageni hapa kanisani, na sasa nyinyi ndio ninaowategemea hasa kwenye ishu nzima ya uimbaji na kwaya yetu kwa ujumla. Namsikia Joyce eh. Kwa hivyo niwaombe muongeze mazoezi, ikiwezekana mfanye mara tatu, sawa eh? ili siku hiyo muweze kuimba vizuri Sawa jamani, kuna mtu yoyote labda na swali? Mchungaji, mimi naomba kuuliza tutavaa sare gani siku hiyo? kuhusu sare, nitawasiliana na mama mchungaji alafu yeye atawapa maelekezo umenielewa, eh? Ndio basi, sawa. Nitafurahi sana siku hiyo kama mtaimba vizuri, ili wageni waondoke na sifa nzuri dhidi yetu, umenielewa eh? Aina shida, mchungaji, tutafanya vizuri. Basi sawa, kama hakuna mwenye nyongeza, tusimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret aliye hai, na wakabidhi wanakwaya hawa mikononi mwako. Tazama Mungu kwa uongozi tangu wanapotoka hapa, na uweze kuwafikisha nyumbani salama salimini. Watie moyo, watie nguvu, wakapate kufanya mazoezi kwa nguvu, ili kusudi waweze kuimba vyema siku ambayo tunategemea kuwa na wageni hapa. Tunaomba tukiamini, Mungu na kwenda kutenda katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen, amen. Vipi kuhusu masala ya nyumbani kwako, tena kuhusu mtoto ataachaje kuniuliza? Yaani uko nyumbani kila siku ugomvi, yaani hapa sisikii cha dalili ya mimba, sisikii hata kichefuchefu, ndugu yangu mm. Pole sana, ndugu yangu, yapaswa uombe sana, Mungu atakusaidia kwa kweli. Hapa inabidi nikuomba tu. Aya ndugu yangu, kesho tutakutana kwenye mazoezi. Wenye Hai. Mambo vipi binti mrembo? Salama tukwema. Nzuri. Samani kwa kupotezea muda wako. Binti, Samani sijui unaitwa nani? Naitwa Evi. Binti, kikweli imetokea kuvutiwa na wewe. Kaka, ongea haraka muda. Kama utojari. Naomba unipe nafasi nitakubadilishia maisha. Kakaangu Samani, mimi sihitaji mahusiano kwa sasa. Nimevutiwa sana wewe. Naomba unipe nafasi. Kama utojari naweza kuachia namba yangu ya simu, then tutazungumza baadaye. Kama una kitu cha kuongea, naomba uniache mimi niende. Mimi nimekwambia achana vijana wengine. Mimi ndo mwanaume tena nilete mtukoa san, ikiwezekana mapacha ni vimbe. Acha takupa kila kitu kinacho kweli. Usiwe na wasiwasi, nakupenda sana mm. <laughs> Hmm. Mama kwetu mwanamke ndani ya nyumba yangu Joyce, huo ndio ukweli. Mimi siwezi kuishi na mwanamke asiyeweza kuzaa, nagungukatavumilifu <laughs> na huyu hapa ndo mke wangu sasa. Basi nakupa dakika hii uukue kila kilicho chao na uweze kutoka.

Nazingua. <laughs> Lazima aondoke. <laughs> Sawa, ataondoka mke wangu. Sawa. <laughs> Kuanzia leo ujitawale, mm. Tumeelewana mm. Eh, kwa hiyo kitandani, vururu mparara, zote ni mimi na wewe, sawa sawa. Hata nawa tateka too toka umo ndani wewe. Aidi huko kwa baba zako, au unafikiri mimi nitakufanya nini? Mariam, miongoni mwa dada wazuri hapa mtaani kwetu. We pia wazuri sana, time. Wewe pia ni miongoni mwa dada wazuri, umeona? Alafu nimekutafuta sana nimeangalia ni muda gani nitapata wasaa kusema na wewe. Sikia nikwambie, mimi hapa nakupenda sana na nitakubadilishia maisha yako. Umeelewa, Mariam? Cheki nywele hujasuka, nitakupa hela ya saloni, utapendeza. Wewe si wa kuvaa hivi. Hmm? Mimi ni mke wa mtu. Ah, sikiza Mariam. Mariam.

Yaani, unamaanisha ameleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba yako? Ndio, oh mchungaji, naumia, my god. Nyumba oh ni mbali mchungaji, hajanipata naui. <laughs> Ej, naumia. <laughs> <laughs> Basi nakuomba usilie, binti yangu, nanisikia, naomba tumilie Mwenyezi Mungu. Ikiwa kweli mimi ni mpako wa mafuta wa Bwana niliyeunganisha hii ndoa na kuahidi, Mwenyezi Mungu atakutetea. Unanisikia binti? Maandiko yanasema lililofungwa duniani na mbinguni limefungwa, na alichokiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kabisa kukitenganisha. Mungu atatetea ndoa yako. Unanisikia? Najua, najua kazi. Pole sana, pole sana. Nakuomba na uwe na amani na katika kipindi chote hiki ambacho tunashughulikia hii swala, wewe utaishi hapa nyumbani kwangu. Umenisikia? Mchungaji, kuna mgeni hapa? <tuhi> Amadogo mbona amepoa sana au sio? Au meshaanza kutinga na hichi kitu? Nini melekezo vipi? Melekezo ndani hamna, kila kitu ndani hamna, kila kitu hamna, eh. Hata ukoko ndani hakuna.

Sister vipi? Safi. Wa wanangu nimekutana na sister Anai siku ile hivi kwenye kachocho fulani hivi kabananishwa na mwamba moja hivi. Hapo kuangalia mda wenyewe ni mda wa shule. Oh, Yesu usema amenda shule. Eh, kaenda shule. Oh, Jose nichanganye. Kama yule ni mwalimu wake sawa, lakini mimi mteke na mwamba kabisa. Oh, kama vipi tuchimbe sa twende? Tuondokeni. Oh, tuondokeni. Zidi kukaa hapa tutachelewa, tutakuta kashaondoka. Twende, oh. Tunzao sasa. Sa twende. Mungu kibariki chakula chetu kilichoandaliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Asante, mchungaji. Amen. Amen. Naamini huyu ni mtihani, lakini Mungu atatenda. Naamini binti yangu. Mchungaji, mwamini Mungu na sasa. Itabidi kesho tufanye mafungo kwa ajili ya kuliombea hili, sawa? Eh, naamini Mungu atairudisha ndoa yako, uwe na amani.